Kila mmoja akaangalia eneo lake kwa upana zaidi. Najua walimu wana utaratibu wao wa likizo, malipo ya likizo yanajulikana, ile ni haki yao ya msingi na wapate. Wewe kama una shida, kuna changamoto ya kifedha, njoo utuambie serikalini, lakini tusikupe fedha ukatumia kwa vitu vya ajabu, ukaacha kuwalipa watu hao. Hiyo hatutakubali. Walimu lazima wapate haki zao. si tunataka wafanye kazi nzuri? Unataka wafanye kazi nzuri, lakini huduma unazowapa mbaya, watafanya kazi nzuri kweli? Hapo nyi wengine simlikuwa walimu, wakurugenzi, simlikuwa walimu kazi ya uwalimu rahisi he? ngumu eh? kwa nini mnawadharau huko nanyiye? Mnajua sisi wengi wenu mkua walimu, si ndivyo? Kuna wengine wanafanya kazi lillahi taala kiukweli, lakini yako baadhi ya maeneo tuna changamoto. Tumeweka kipaumbele kwenye maeneo mengi, elimu ya msingi, elimu ya maandalizi, lakini nina hakika kuna baadhi ya watu watendaji hizo shule wengine hawazijua, anazijua kwenye madaftari tu. Wengine wanaenda za mjini mjini tu uko, hapa vijijini huko hapana. Wanasubiri wakisikia mheshimiwa Rais anakwenda Tumbatu na